moja katika eneo bunge la Khwisero kaunti ya Kakamega inaitaka idara ya polisi kumfungulia mashtaka afisa mmoja wa cheo cha konstebo katika kituo cha polisi cha Khwisero anayetuhumiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha pili aliyekuwa kwenye seli. Kamanda wa polisi eneo hilo, Joseph Kigen amesema uchunguzi unaendelea kuhusu tukio hilo na kwamba mshukiwa huyo atafunguliwa mashtaka endapo atapatikana na hatia. kazi wa eneo la Khwisero kaunti ya Kakamega amestaajabishwa na kisa ambapo afisa wa polisi wa cheo cha konstebo anadaiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha pili aliyekuwa korokoroni nyakati za usiku. Babake msichana huyo wa umri wa miaka 16 Shem Ombonya anadai kuwa mshukiwa alimvizia bintiye nyakati za usiku na kumtendea uovu huo, na sasa ameitaka idara ya polisi kuchukua hatua kali za kisheria. same, same ishu yenye msichana alinielezea ndiyo ilikuwa kwangu sasa kitu imetushangaza sana kama wazaliwa wakaji wa Khwisero, na inatuumiza roho zetu. Msichana huyo yadaiwa alimfumania akishiriki tendo la ndoa na mvulano wa umri wa miaka ishirini na mitatu na kuwekwa seli. Kwa mujibu wa msichana huyo, afisa huyo wa polisi alifika kwenye seli hiyo usiku wa manane na kumwadaa kuwa atamsaidia yeye pamoja na mpenziwe kuachiliwa, lakini akamshurutisha kufanya mapenzi kama tunafili ya kwamba tunakuwa protected polisi, na polisi na polisi, sasa anachukua nafasi kudhulumu mtoto mdogo wa shule, jambo linasikitisha. Kulingana na mashirika ya kutetea haki za watoto, visa vya wanawake kudhulumiwa na maafisa maafisa, akaweza kujifungua watoto watatu, so, watoto wanne ambayo ilikuwa e, siyo matarajio kwa sababu ultrasound ilikuwa imesema ako na watoto watatu.